Henry Konan Bidi wa Ivory Coast. Ni sauti iliyowavutia wengi pindi tu wakati wa taarifa unapowadia. Ilithibitishwa na tume ya uchaguzi kwamba lilikumbwa na Kutana naye aliyekuwa gwiji katika usomaji habari Bi Hadija Ali. Ni mama ambaye hadi wa leo yungali anapokea simu kwa kwa na kutoa ushauri kwa mashabiki wake. Na ninapoingia nyumbani mwake tayari ananipekulia kumbukumbu zake. Nimesoma na wengi ambao wengine washakufa kina Gatei nilikuwa mdogo wao. Oh, watu wazima. Naye alitikisa Afrika Mashariki kwa urembo wake na ustadi wa kutohoa maneno ya Kiswahili katika runinga ya kipekee zama hizo ya Voice of Kenya. Na yote haya yalitokana na mapenzi. Nilipokuwa msichana mdogo, nitakaa mwenyewe nasikiza redio yangu, nasikiza kina Leonard Mambo, kina Salim Mohamed, kina Elizabeth Akinyi kina Amina Fakii pia walinivutia sana ule utangazaji wao. Nilikuwa wakati huo nafua nguo zangu za skuli, niko nje na redio yangu iko hapo. Nilikuwa nikipenda redio sana re nayo, sauti yake haikufichika. Ndo huyo bwana akaniona akaniita, e, e, Hadija njoo. Wakati huo kuna mobile. Eh? Wakati huo ah, mobile hakuna. njoo njoo hapa ah, kamuuliza kuna nini tena anaambia wa wajua wewe, watakikaniwa kule Voice of Kenya wamesikia kipindi chako cha biashara, sasa wataka kukuajiri kazi. Kamwambia namshukuru Mungu. Ni mmoja wa aliyekuwa mtangazaji humu nchini asiyekuwa na kashfa, na shukrani zote anatoa kwa mumewe. Lakini haikunibabaisha, maanake yule mume wangu alikuwa akinisupport. Kila nikija na malalamiko nikija, ningemsitaki tena kazi, ananiambia la kwa kukasirika ni mimi, mimi sikasiriki, endelea na kazi, akinipa moyo kabisa. Na ninapokwenda kazini, nikishamaliza kazi yangu, hata kama saa sita za usiku, yuko hapo naningojee. Na anakariri kwamba amepitia mengi wakati wa serikali iliyopita. Siku zote twafungua habari, tusikize habari za saa kumi na mbili za saa moja, hatusikii habari, tuasikia music tu ha, lazima kuna kitu aya, tukakaa tuka, tukasikizasikiza sikiza, ndo baadaye Lenard Mambo akatuambia serikali iko mikononi mwa majeshi yetu. Ni mtangazaji alianza kazi hii akiwa na umri mdogo mno, huku wengi wakiona ni fursa ya kumhujumu wakati huo. Unaona ajabu, simu ni kwa jirani landline. Napigiwa simu, naitwa ambayo, kuna simu yako. Nikienda, Khadija Ali, eh, unajua mimi nakujua. Sasa mimi nataka uje, uje pale Pumwani na hiyo gari yako Alafu kuna mtu utanibebea hapo, tumpeleke madhare. Sasa hii nikaona hii sasa hivi ni vitisho, nikawa naogopa hata hizo simu. Nikamwambia msiniitie tena hizi simu, lakini nilipomwambia nishapeleka habari polisi na nishakujua na polisi washakujua we ni nani, basi ikawa ndio dawa. Na ndipo hapa safari ya kukuza vipawa ilipoanza. Walikuwa wamekuja hapa kwangu hapa, walikuwa tushawaandika kazi sasa, wamekuja Nairobi training Oh. ndo nikawaalika hapa nyumbani lakini hakuna mwanaye hata mmoja aliyefuata nyayo za mamake na... wajua kila mtu ana kile anachokipenda mwenyewe na kile Mwenyezi Mungu amemwekea na wajua kwa siku hizi pia kile unachokitaka wewe sicho unachokipata waweza ukosomea kitu fulani lakini mwisho kaja ile kazi ambayo ulikuwa watarajia uipate ukupata hiyo umepata field nyingine safari yake haikuishia hapo. Ni mtangazaji aliyevuka milima na mabonde kufanya hata michezo ya redio mbali na kumulikwa na magazeti kutokana na uhodari wake. He, na wewe? upande wa familia ni mama anayejali sana wajukuu zake, hadi wa leo amesalia tu kuwa mtangazaji kwenye idhaa ya taifa. Kwa hakika mimi ukubwa siupendi kwanza manake, ningekuwa nataka ukubwa ningeupata mimi napenda kazi yangu tu niifanye, nikimaliza niende zangu nyumbani. Mbali na kuwa na tajriba ya juu ya uanahabari hata kabla ya wengi wetu hawajazaliwa, sasa muda wake mwingi huutumia na wajukuu zake. Si mweledi tu wa kuwa mzazi na mtangazaji, hata upande wa lishe na masuala ya mapambo anabobea pia. Na je, ana nia ya kupungia mkono utangazaji? Utangazaji hauna uzee, ni ile sauti yako ikiwa bado yafanya kazi na bado waangalilika, waweza kwenda kwenye, kwenye mahabari basi utaendelea tu. Lulu Hassan, makala ya Darubini, KTN leo.